Huku siasa za uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027 zikishamiri katika maeneo mbalimbali kote nchini, vijembe vya mashambulizi ya kisiasa kati ya viongozi wa upinzani na serikali zinaendelea kuongezeka. Mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi amemkashifu vikali aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akimtuhumu kwa kuendeleza siasa za kikabila zisizo na ajenda ya maendeleo. Na yule mtu alikuwa naibu wa rais, tushikane sisi, tumetegwa sijui nini, mtu kumbafu. <laughs> Akizungumza katika hafla ya Harambee ya kuchangia ujenzi wa kanisa la Methodist eneo la Dzitsoni, kaunti ya Kilifi, Sudi amesema matamshi ya Gachagua yanavunja umoja wa taifa, kufuatia kauli zake kuhusu ushirikiano wa Rais William Ruto na mwenyekiti wa chama cha Kanu, Gideon Moi kuchukua kani. Kibaki alichukua kani. Kuna siku tulilalamika. Uhuru Kenyatta alichukua kani. Kuna siku tulilalamika. Mwenye mtu anakuja kushikana na Raila Odinga. Hiyo ndio ukabila. Mwenye mtu anakuja mpaka Kilifi hapa amechukua eh, aliyekuwa hapa na wewe leo ni speaker. Amekuja Mombasa amechukua hiyo, ule alikuwa anasema hizo ni kazi ya Uhuru, leo ni waziri amezuru Kenya hiyo yote. Hata juzi Uhuru Kenyatta na ile madhambi yake yote ameneshauri kwa ajili akampelekea kumpelekea. Hiyo ndio kiongozi tunataka. Gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Maitha Mungaro amezidi kuunga mkono ushirikiano kati ya chama cha ODM na UDA, akisema hatua hiyo imechangia kushuhudiwa kwa maendeleo mengi ndani ya kaunti ya Kilifi. Kwa mimi nasema hapa tupia <tutu> niambie kwamba katika hii muungano wa serikali ya Rhodes ambayo tuko ndani sote tunashirikiana, kama tukiwa na cheche bado sisi tunaheshimu hiyo progress. Ndio maana hata magarimu sasa hakuna kadeni, tutangana tuna mtu mmoja kwa ule wa shares jambo la kadeti, lakini sisi sote tutakuwa na kadeti moja ule magarimu. Naye mwakilishi wa kike kaunti ya Kilifi Gertrude Mbeyo amewasuta wanaomezea mate kiti cha uwakilishi wa kike akijipiga kifua kwamba wadhifa huo ni wake.

Hata hivyo wabunge wengine waliohudhuria hafla hiyo walipongeza jinsi serikali ya broad-based government inavyotekeleza majukumu yake huku wakikosoa umoja wa upinzani wakisema kwamba umekosa mwelekeo. Tuna sababu kwa nini tusipigie kura Mheshimiwa William Ruto arudi katika kipindi cha pili ili tuweze kuona maendeleo mengi zaidi ndani ya hipani yetu. Kuna yule anataka kuwa kama Thomas, wafikiria kuna mwingine atakuja isipokuwa Samuel yule mtakuruka. Kuna mwingine? Hakuna. Kwa kweli tuuseme jambo. Harambee hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali na kanisa ambapo jumla ya shilingi milioni 12.6 zilichangishwa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa hilo na Nikiripotia Coco FM, mimi ni Elizabeth Mwende. Coco FM, raha ya Pwani.